Rais wa Marekani bwana Donald Trump ameonyesha kushtushwa na shambulio la Ukraine dhidi ya makazi ya rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, ambapo Rais Trump ameripotiwa kushtushwa na shambulio la droni ambalo limefanywa na jeshi la Ukraine dhidi ya makazi rasmi ya rais wa Urusi Vladimir Putin, akisema hayakuwahi kutarajia hatua hizo za kichaa kutoka Kiev. Kauli hiyo imetolewa na msaidizi wa rais wa Urusi ambaye anashughulikia sera za nje, Yuri Ushakov, baada ya mazungumzo ya simu kati ya Putin na Trump yaliyofanyika leo Jumatatu ya tarehe ishirini na tisa, kauli ambayo imetolewa muda mfupi kabla ya mazungumzo hayo kujulikana kwa umma. Mosco ilitangaza kuwa jeshi la Ukraine lililenga makazi rasmi ya rais wa Urusi, Putin, yaliyopo katika mkoa wa Novgorod kwa kutumia zaidi ya droni tisini na moja za kakamikaze. Kwa mujibu wa Ushakov, upande wa Urusi uliweka wazi kuwa vitendo hivyo ni vya kiholela, kamwe havitabaki bila kujibiwa. Rais wa Marekani, kwa mujibu wa Rais Putin, ameshtushwa na taarifa hii na ameonyesha hasira, akisema hakuweza hata kufikiria vitendo vya kichaa vya namna hiyo kutoka Kiev. Amezungumza Ushakov. Ushakov amesema Rais Putin amethibitisha tena kuwa Rasia iko tayari kushirikiana na Marekani katika kutafuta amani ya kudumu nchini Ukraine. Hata hivyo shambulio dhidi ya makazi ya rais pamoja na kile Mosco inachokiita ugaidi wa kiserikali wa Kiev hakiwezi kuachwa bila majibu. Kwa mujibu wa Ushakovu, Mosco itabadilisha msimamo wake katika masuala kadhaa ambayo yamekwisha afikiwa na yale ambayo yanaendelea ya kujadiliwa. Kwa kuzingatia hali ilivyo sasa, msimamo wa Urusi kuhusu baadhi ya makubaliano yaliyokishafikiwa na masuala ambayo yanasubiri maamuzi utatakiwa kupitiwa upya. Hili limewekwa wazi sana na Wamarekani wanapaswa kulipokea kwa uelewa ambao unastahili, amezungumza Ushakov. Hata hivyo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekanusha vikali madai ya kushambulia makazi ya Rais Putin. Kwa mujibu wake, Moscow inatafuta kisingizio cha kuvuruga maendeleo ambayo yamepatikana katika mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Ukraine na kufanya mashambulizi katika eneo la serikali mjini Kiev. Shambulio hilo limekuja siku chache baada ya hotuba ya Krismas ya Zelenski ambayo imeeleza kuwa ni ya kushangaza ambapo alimtakia kila mtu mmoja mmoja ambaye hakumtaja jina lake anayedhaniwa kuwa ni Rais Putin akasema anataka aangamie kabisa. Sambamba na tamko hilo, Zelenski aliwataka wananchi kuomba amani katika taifa hilo. Moscow ililani vikali ya hotuba hiyo huku msemaji wa Kremlin bwana Dmitri Peskov akisema ilionekana kuwa isiyo na ustaarabu, ambayo ilijaa chuki na kana kwamba imetolewa na mtu asiye na mwelekeo mzuri wa kisaikolojia, huku akihoji uwezo wa Zelenski kufanya maamuzi yoyote ya busara. Katika hotuba hiyo, rais wa Ukraine bwana Volodimir Zelenski alisema anatamani kuona kiongozi anakufa, anaangamizwa kabisa ili waweze kuishi kwa amani katika taifa hilo la Ukraini. Kwa hiyo juhudi za kumaliza mgogoro ambazo zimefanywa na Marekani pamoja na Ukraini, Urusi na nchi wanachama Ulaya zinaonekana kugonga mwamba baada ya serikali ya Ukraini kuanza kufanya mashambulizi ya moja kwa moja katika taifa hilo la Urusi, na hasa pale wanapolenga makazi ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Lakini katika hatua nyingine tumeona urusi wamesema wenyewe kwamba Kremlin ni lazima ainasema, Ukraine lazima iondoe vikosi ambavyo vipo pale Donbas. Moscow imesema vikosi vya kijeshi vya Ukraine ni lazima viondoke kabisa katika eneo la Donbas ya Urusi ili kumaliza mgogoro ambao wanaendelea, amesema msemaji wa Kremlin bwana Dmitri Peskov. Neno Donbas linajumuisha jamhuri ya watu Donetski pamoja na Luganski, kwa maana ya DPR na LPR ambazo awal zilikuwa mikoa ya Ukraine na baada ya kura za maoni ambayo ilifanyika Septemba 2022 wakaamua kujiungamanisha na Urusi kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa Ukraini mwanzoni mwa mwaka huo. Peskov alipotakiwa kutoa maoni kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika mchakato wa amani wa Ukraini, ikiwemo mazungumzo ya simu kati ya rais wa Marekani Trump pamoja na Rais Vladimir Putin pamoja na mkutano wake na rais wa Ukraini bwana Volodymyr Zelenski. Msaidizi wa Kremlin anayeshughulikia masuala ya nje Yuri Usakov amesema kuwa katika mazungumzo hayo Trump na Putin walikubali kuwa kusitishwa kwa mapigano kwa muda mfupi ambako kulipitishwa na Ukraini na washirika wa Ulaya kungeendeleza tu mzozo na kuongeza hatari ya mapigano mapya kumaliza mapigano ya kudumu, amesema Ushakov, kunahitaji uamuzi wa kisiasa jasiri na wenye uwajibikaji kutoka Kiev kuhusu eneo hilo la Donbas. Ameeleza bayana kauli hiyo katika mkutano na uandishi wa habari ambapo amethibitisha msimamo wa Kremlin. Bila shaka utawala wa Kiev lazima uondoe vikosi vyake vya kijeshi kutoka Donbas zaidi ya mipaka ya kiutawala, alizungumza msemaji wa ikulu ya Kremlin. Alipohojiwa kama sharti hiyo pia linahusisha Kherson na Kelso Zaporozhia, mikoa miwili mingine ya zamani ya Ukraine iliyopiga kura kujifungamanisha na Urusi mwaka 2022, ishirini na mbili. Peskov amekataa kutoa maoni akisema Moscow haitafafanua hadharani masharti yoyote maalum ya makubaliano ambayo yanaweza kufikiwa. Ukraine na washirika wake wa, wa magharibi wanaendelea kudai kuwa mikoa yote minne ambayo imechukuliwa na Urusi inatakiwa kuchukuliwa tena na Ukraine na kwamba Moscow ni lazima ikubali kurejesha maeneo hayo kwa Ukraine, jambo ambalo Urusi wenyewe wamesema kamwe haliwezi kuwezekana. Trump aliwakilisha alimwakilisha Zelenski uh, mjini Miami. Ifahamike rais wa Marekani bwana Donald Trump Jumapili ya tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano alikutana na rais wa Ukraine bwana Vladimir Zelenski pale katika jumba la Maralago Miami, ambapo ilikuwa ni raundi nyingine ya mazungumzo kuhusu makubaliano ya amani yanayowezekana katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari baada ya mazungumzo hayo, Trump alitaja maendeleo makubwa, akisema mchakato wa amani ya Ukraini upo karibu kufikia hitimisho, huku akitambua kuwa makubaliano kuhusu mipaka na maeneo ya ardhi bado ni mojawapo ya changamoto kubwa zaidi ambazo zinahitaji kujadiliwa kwa kina. Hii ni kauli ambayo ilizungumzwa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump, lakini pia rais wa Ukraini Bwana Volodimir Zelenski alitilia mkazo kwa kuhitimisha katika ripoti ni kwamba Marekani inatajwa kwamba imetoa dhamana za usalama kwa Ukraini ambazo zitakuwa ni za miaka kumi na tano. Amezungumza rais wa Ukraini bwana Volodimir Zelenski. Rais wa Ukraini Volodimir Zelenski amesema kwamba katika rasimu ya makubaliano, dhamana za usalama za Marekani kwa Ukraini zimewekwa kwa kipindi cha miaka kumi na tano na kuna uwezekano wa kuongeza muda. Dhamana hizo zilikuwa ni miongoni mwa mada ambazo zimejadiliwa wakati wa mkutano wa saa mbili kati ya Zelenski pamoja na rais wa marekani Trump, ambao ulifanyika katika makazi yake ya Malalago, ambapo haukuzaa matokeo makubwa ambayo yalikuwa yametarajiwa. Zelenski ameeleza ya kuwa dhamana za sasa zimekamilika na imara, ingawa ameongeza kwamba kwa sasa haziwezi kudumu. Nimemwambia Trump kuwa vita vinaendelea kwa takribani miaka kumi na tano na tungependa dhahiri dhamana hizo ziwe ndefu zaidi. Nimemwambia tungependa kuzingatia dhamana kwa miaka thelathini arobaini na hata hamsini. Hilo lingekuwa uamuzi wa kihistoria wa rais Trump. Rais alisema atafikiria kuhusu jambo hilo. Siku chache kabla ya mkutano wa Zelenski, alitangaza rasimu ya mpango mpya wa amani ambao unalenga kumaliza vita vya kijeshi na Urusi kwa kiwango kikubwa, ambapo mpango wa awali wa hoja ishirini nane ambao ulilenga kimsingi kupelekea Ukraini kukubali hali hiyo umebadilishwa kuwa muundo ambao una hoja ishirini. Aidha, zimetengenezwa rasimu za dhamana za usalama za pande tatu kati ya Ukraini, Marekani na Ulaya. Pamoja na makubaliano ya usalama ya pande mbili kati ya Ukraine pamoja na Marekani. Nyaraka nyingine zinaeleza ushirikiano wa kiuchumi ambayo inajulikana kama ramani ya maendeleo ya Ukraine. Zelenski anaamini kwamba kuwekwa kwa, kwa wanajeshi wa kigeni katika ardhi ya Ukraini kungeimarisha dhamana za usalama ambazo zimetolewa tayari na washirika wa Magharibi. Kwa mujibu wake, hatua hiyo haitamfanya rais wa Urusi Vladimir Putin kuendeleza mashambulizi dhidi ya Ukraine. Rais wa Ukraini pia amesema kwamba dhamana madhubuti za usalama zinaweza kuwa sharti la kuondoka kwenye hali ya dharura ya kijeshi katika eneo hilo baada ya makubaliano kufikiwa. Dhamana za usalama kwa Ukraine zinatarajiwa kupitishwa na bunge la Marekani pamoja na bunge ya baadhi ya nchi za Ulaya. Naamini kuwa dhamana za usalama za namna hizi zinapaswa pia na zinaweza kuwa na ufanisi mkubwa, alizungumza Volodymyr Zelenski. Baada ya siku hiyo Rustem Umerov, katibu wa baraza la taifa la usalama la ulinzi, alifanya mazungumzo ya simu na mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff, ambapo Zelensky pia aliungana katika mazungumzo hayo. wameendelea na mashauriano na wanapitia hoja za nyaraka hizo kila siku kwa karibu, alizungumza Umerov. Vikosi vya Ukraine na Marekani vinapanga kukutana mwanzoni mwa mwezi Januari ili kukamilisha masuala ambayo yamekubaliwa katika mkutano wa Trump na Zelensky. Akizungumza kuhusu uwezekano wa kukutana ana kwa ana na Putin, Zelensky amesema yuko wazi kwa aina yoyote ya mkutano. Hata hivyo, alibainisha kuwa hotuba za amani za Putin katika mazungumzo na Trump zinapingana na matendo yake, kwani Moscow imeendelea na mashambulizi bila kuacha mashambulizi dhidi ya Ukraine na inatafuta kupata maeneo zaidi, akisema ni muhimu